Ndugu wananchi wa Tanzania. Nimekuja mbele yenu kuambia kwamba ni kweli kikundi cha TFF kipo. Tanzania Freedom Fighters. Kikundi hichi kipo kwa ajili ya kumlinda Mtanzania. Napenda kusema tena. Kikundi hichi kinamlinda Mtanzania ili asionewe na hawa wauaji polisi. Sisi tupo kwa ajili ya kushughulikia polisi na wanajeshi waliotusaliti na wale wote walioko walioko kinyume na sisi, tuko kupambana nao. Ndugu Mtanzania, unaposikia taarifa hii, elewa kwamba sisi hatuko kwa ajili ya kupambana na wananchi. Hapana, sisi tupo kwa ajili ya kutetea wananchi wasionewe. Sisi tumekuja kutetea wananchi wasibakwe, wasifirwe na kupelekwa sehemu zisizojulikana. Sisi tumekuja kupambana na wale ambao wako kinyume na sheria ya Tanzania. Sisi tunapambana na polisi walioua wa ndugu zetu. Sisi tunapambana na wanajeshi walioenda kinyume na sheria na kiapo walichokiapa kwamba wao watamlinda Mtanzania, na walienda kinyume na kuingia katika kundi la mauaji. Ndugu wananchi, kundi la TFF ni kikundi zaidi ya watu milioni moja wapo na wanafanya kazi sasa, na kikundi kiko kinafanya kazi na tumeshaanza kazi yetu rasmi. Tutapambana na nyie mpaka tutakapoikomboa nchi yetu. Tupo, tupo tayari kufa kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo, ndugu wa Tanzania, napenda kuwahakikishia kikundi hichi ni salama kwenu nyie raia. Hakita mzuru raia yoyote wa Kitanzania, bali kitahusika na yule tu anayeenda kinyume Anaenda kinyume, anaenda kinyume. Narudia tena kwa msisitizo. Anaenda kinyume na sheria ya Tanzania. Tutapambana nao. Tutapambana nao. Kwa hiyo mnaposikia TFF ni kweli kipo kikundi hichi tumekianzisha sisi wananchi wa, wa Tanzania na tupo tayari kupambana na serikali ya ramu ya Samia Suluhu Hassan mpaka itakapoondoka madarakani, mpaka itakapotoka katika madaraka, ndio TFF itatulia. La sivyo, tutazidi kupambana na nyinyi mpaka pale raia wetu watakapobaki salama. Asanteni sana, ndugu wa Tanzania. TFF, Tanzania Freedom Fighters, tupo kazini na tunaendelea kutenda kazi <tune> Ndugu wananchi wa Tanzania, nimekuja mbele yenu kuambia kwamba ni kweli kikundi cha TFF kipo, Tanzania Freedom Fighters. Kikundi hichi kipo kwa ajili ya kumlinda Mtanzania. Napenda kusema tena, kikundi hichi kinamlinda Mtanzania ili asionewe na hawa wauaji polisi.